Sani MC na Flowmatic kwenye stage. Hii ni final round ya kutafuta mshindi wa City Rap Battles Episode 1 leo hapa Mikasa Lounge. So mkono wa kulia niko na Sani MC na mkono wa kushoto niko... ah, okay. Huko ni Flowmatic mkono wa kulia, mkono wa kushoto niko na Sani MC kutoka Mabibo. Flowmatic anawakilisha Pugu, hii ni Ukonga Hood. Huko ni Mabibo Hood. Hao vipi? Kwa hiyo hii ni final round na round ni tatu, kuangalia nani anaondoka na kitita cha leo au vipi? So ebana, biti ni moja, tunatumia biti moja, si ndio? biti moja, round tatu na, naanza wenyewe au tulushe coin. unajua hii ni finali. tulushe coin. tulushe coin eh? sawa. nani ana coin hapo wengine so, tunatembea na, na makadi sana ya banki, wazee kuchanja. Okay. Okay, ya benki wazee wa kuchanja. Unajua niko na coin ya shilingi mia tano hapa, mzee, unachagua kichwa. Mwenge atakuwa wena Round ya kwanza ya final round ya Citra Battle season 4 episode 1, au vipi Tunzetu? Okay, katinga laba zina langi mbili. Yeah. Katinga laba zina langi mbili toto pili. Okay, ni maskini ila ubisho umesha yosa nini kwekti kwa hiyo naona maisha yako feki, inilondia mwisho, sasa nakuzimisha leo. Mwanafunzi umekutana na mitisha, amepiga kapelo ni nyekundu mtoto na kijungu na kushinda, ili uweke kumbukumbu haki ya Mungu. So kama nagonga majungu leo, kamanda ni mgambo, afu kwenye bato na kilungu, ameweka mkono kwenye mfuko wa chankupe. Leo ni mashoga kama shoga changu Sunte, leo nakuchana, yani mpaka uwe uke wewe. Ni rangi flani, lazima uwe mweupe, watakubali kwenye bato kama easy leo nachanana na uyu dizi dizi dizi weni mwizi na kuletea uchizi, lazima ofizi. So chukulie easy, unanisikiliza kwa makini, ila nakupata vizuri, weni mlevi wa smarti jini, pesa unayopata ukachezea ulimi. Mbona bitu nadikat nataka nichane nini? Cheni ndo ina ng'ara ng'ara na wasiwasi, weni konda daradara mjanja weni fara, nakuona unaleta masiara, uwezi ukachana shuka wende kukwara Kwanza nikusifie mdogo wangu, na balaa na kofia yako ambayo imekuvaa huyo mshikaji, na chana kama sitaki, umevaa traki na chini umelivaa shati. Sasa sikia, cheki nina vina na freestyle dizi, ni mtu mzima flow kwenye matic, na tambaa na kina air force nyeusi, lakini umeziazima. Oya, unaniweza kweli? Mimi mi ni rapa mkali bro hapa mjini naweza kuku freestyle wewe na yule na freestyle unaweza sema kama ya yatule, oya kama na watule na freestyle nyingi kama na washule, yoo, saa sikia ninapita napotea na kwenye biti, cheki ninapita naelea, ninarudi kwenye rhymes na tambana vina, alafu kwenye biti na tambana heshima, naitwa flow naweza go leo na kukaba mithili ya kwenye go dogo, janja unaitwa Mario, yoo fini flow alafu kwenye biti, so, sauti inakauka leo, nakuchana ulipita na kispika na kukumbuka, ila na kuchana mdogo wangu utajuta, bwana. Okay, so, yo ni round one. Uh, back to the judges. Ona kama mizuka yenu kidogo imeshuka, u al mapumziko mlienda kupata vitu vyenu, kama yamewapoza hivi. Yeah, maana nusu finali ilikuwa ilikuwa yani ina hype zaidi yani, kwa sababu kitu kikiwa kikali yani, wakati mko katikati tu n yani, unaona tayari crowd imeshaitika, watu walikuwa kama hapo kimya, bila, bila, itakuwa huu na ukuja, huu na ukuja yeah. Kwa hiyo binafsi yangu mimi sijatoa max popote, bila bila, tunzetu hapo pima wenge bila. Okay. Imepozesha finali, hatukutegemea hatukutegemea, yeah kama ingekuwa hivi bado yes, kwa... round. ia okay, songa. Mnaonesha kama mzitaki hizi hela au vipi? Tutarudi nazo halafu tutakuja tena next time. Kwa hiyo onesheni mnanjaa, yani nyie mmebaki fainali, unashindwaje kuchukua hii hela mwanangu? Ukishaona mwenzako amepoa mkandamizi, ndo muda wako wa kumuumiza au sio? kwa hiyo yeah, yeah. usichukulie poa kuna kibunda yani. raundi ya kwanza hii inapita hivi hivi, pengine ungekuwa ushachukua hii alafu na, raundi naokuja una relaxi. kwa hiyo hii hatu, amna mtu ambaye amechukua. Kuna raundi mbili zimebaki ah. Kumbe mnataka vibe vizuri na kuchana, ila nachunga kauli, alafu naomba usikie vizuri, oye, anaasila mana ujue visi na nauli. Cheki sasa ninapita kasitaki na kuangalia wawo, unanuka samaki, unafanya kazi feli unaitikeli mana darasa la saba mitihani ulifeli, na kurudia na kumezesha panado. Nimepewa tajo ya na blaza kado na ku freestyle na kuona kwanza bado, njoo kwenye gang yangu ni kurisha rado. Usiulize nataka nikuangamize na maswali mengi ninataka nikutulize. Mdogo mjanja cheki na kuweza weni maiti cheki na kuficha kwa jeneza. Sasa cheki nikipita soko rofi umesimama, wala ujapiga magoti, na kwenye biti mikisiki na sing'oki, watu wanakubali hata usipopiga makofi, maana hii biti nafanyia miujiza, biti linaanza kama ndo nalimaliza. Mbona huu moshi unazidi kuufukiza? Unataka nipumue nishinde kumaliza? yeah. Okay, ah, donda midundo ya biti niende naye huyu janja ambaye ajui kusaka mkwanja. Leo nakuchambua kakaranga, wanangu hu ni mzuka na ni londi ya pili ndo nimeanza mikono kwa mfuko, kijana mtana shati nakuchana, mixa umetoka huko safi laba na rangi nyeupe na ya ila leo na, na, blackie, nakukatakata yani kama nyasi, unatazama chini unatazama na juu, sista du, nyuma kichugu, mbele vitunguu, nilianza kukujana dimoyo kadunda pu leo mwanafunzi na kwazibu ni mwalimu mkuu, wamegonga makofi hapa na kule. Unasema kwamba la saba walinifukuza shule, kuna muda nilikuwa nasoma bule, niliacha nikatafte pesa le nyumbani shule Ona sasa mimi ni mjanja hata kwenye kutafuta oyawana, leo kweli ndo nakupa, una dem na demu wako anachezea vitupa na, na kukalisha kama kooma manukta bila ijakata na mzuka ndo umepanda leteni sanda leteni jeneza para panda kamanda na gwanda, MC natoka Mwanza mkara kupanga mizani paka na stanza, makofi kibao na nisemona mwandishi sijeona gadizo sijaona miradi ayo, una njana na unagonga miayo, tunavikao toka hapa Kacheze kwao. Time is up. Okay, round two. Hiyo ni round ya pili. Imekuwa so exciting. Pima wengi uko na mic hapo. Yeah, uh, flow bado round appeal, ya pili amechukulia poa. Lakini bwana Mani MC ndiye ameitumia effectively. Mani MC. Effectively. Kwa kwa hiyo ni Okay. Round ya pili nimesikia vingi hapa. Yeah. So right. Ipia, Sunny. Sunny MC, round ya pili. Eh, bwana, hii round ya pili kwa upande wangu pia nitampa Sunny MC kwa sababu kwanza amejibu ame, ame ame rap mashambulizi kwa sababu kuna muda jamaa alimwambia jamaa alifeli shule sio na nini? Jamaa akamwambia kwamba akufeli shule, kuna muda alikuwa anasoma bure lakini kuna muda akaacha shule, alikuwa anaenda kutafuta ili Yumbani nyumbani tule. Yeah, yeah. Kwa hiyo jamaa amechukua hii raundi ya pili raundi, okay. Ya tatu sasa, hii ndo nani anabeba kitita, nani anakiacha? okay. Final round. Eh. Na sahivi nakuchana kichwa di miguu paka wewe kilema weni mtoto anani tundulisu wewe so Chadema, mtoto wa mama Samia mwenye loya wema tisheti nyeupe nusu suluari ya nguke nono mepooza oza sani na paso changamke. Ukweli ni kupe, leo tuko mikasa so kitambaa cheupe nakuchana paka kukuche. Lazima nishinde laki moja na chukua. Leo nataka nionekane kwa P Mawenge mshua. Nikibida ni peleko tamaduni mitindo na buni. Hauna pisi na ghetto unatumia sabuni kwanza nywele na nice, hujaenda kunyoa saluni, umenyoa kutumia wembe tuna wauni, mitindo inayotema mbele ya watu, nataka mkuchano ulivyovaa yani paka viatu, hauna kili ona kili viatu ujashindwa na wengi paka wizi mzee wa tatu, tatu masikio kama mende, toto inapaswa ujichenge jitenge, unimpira wacha nikuchenge, nikimaliza na kubeba futwende, lazima usarende ama mnasemaje? Huyu wembe zembe, afu kolomeo kama jike, mtazame Toleo damu imwagike, ongeza biti mwanangu, niichanikee yeah. Yo, skia mwanangu, baba wako nimekulea tangu mdogo ulivyochekechea, kipindi kile mtoto najinyea na kuosha kwa sababu mtoto nakuonea. Sasa umekuwa jinamizi mtani, umekuwa kama kigugumizi mtoto wangu, si unatembea na ilizi na si umekuwa msela, umekuwa mwizi. Huyu mtoto huyu ni mtoto gani? Ama mtoto ni muite Selemani. Mwanangu umeanza kutumia mjani, mbona ulikuwa umefuta kitu gani? Oya mtoto, mbona umebadilika? Haya mashuti jinsi ninavyosifika oya, sikia navyo change kila style, ngoja sasa nianze kukufungulia mafal. Oya na kuangalia na ninakuchania, na michano iko mingi pia, siwezi kurudia. Naomba nikuguse ama nikuvue kofia, na kuona macho yako kama unasinzia. Pua yako naona imekaa kasidilia, alafu niko hapa mdogo janja, nakwambia pale kuna simu mwana ameshikilia, mezani kuna glasi chupa na chupa ya bia Okay, so so far, so good uh, tumefanikiwa kumaliza round ya mwisho kabisa M tupate kwanza max za, za majaji, alafu tutajua tutai, tutai, nini kinaendelea. Songa bwana, uh, mpambano umekuwa mkali sana yeah. Uh, nikianza na flowmatic unajua wewe ni mtu mkali sana kwenye upande mzima wa freestyle, una flows, unasikika vizuri muda mwingine tu, inawezekana labda kitete cha finali na vitu kama hilo. Ukiangalia bwana, hapa ndo mwisho kibunda iki hapa maneno anaweza kawa napotea, potea. So kwa hii round wote ni washindi, lakini kwa hii round upande wangu mimi nitampa Sun MC. Sun MC! Okay, okay. Big brother Mansuli. Yeah. Mimi nilitegemea mpaka kwenye kufanya maamuzi, najua kuna zile round mpaka nasema da, sasa hapa yani, mbona kama naona anashindwa na kuchagua yeah. Lakini ime, imekuwa rahisi sisi kuchagua no, yeah, okay. Yani yeah. Sijielewa flow ilikuwa ni kitu gani, Flow Matic, lakini yule ulivyofanya nyuma nilitegemea hiyo final ingekuwa yani mpaka sisi kuchagua, itu it, it vigumu no, oh, yeah. So yeah. Umefanya ni jamaa ameizi round mbili za mwisho amekuonea so, kwa hiyo, na, tutaondoka na Sunny MC Sunny MC. Alright. Yeah, in general nasema Flow MC, Flow Matic ume freestyle sana. Yeah. Sun MC amekobato sana. Huo yeah, ndio tofauti mkubwa. Yeah. Ulikuwa una rhyme vizuri, vina vitamu, yani kila mstari unauletea mstari mwingine lakini haina madhara. Lakini sisi tunachotaka hapa ni madhara kwa mwenzio. Huyu amekusababishia wewe madhara. Hicho ndio ambacho tunakiangalia zaidi. Kwa hiyo, next time hakikisha freestyle zako Zinakuwa freestyle battle au vipi, lakini for now nampa Sun MC. Sun MC, okay. So um, by the way, watu wakifika finali, hata timu mbili zikifika finali, always wote wanakuwa ni washindi, sema tu kunakuwa kuna official winner au vipi. So by the way, shout out kwa big guys ambao wamefika finali. Flow Matic, you're such a good kid kwenye hizi mambo au vipi? Tupo na Sunny MC kwa hiyo mjumuisho wa round zenu unasemaje hapo? Mjumuisho ni kwamba ya kwanza ilikuwa draw yeah. Um, na mbili zote amechukua Sunny MC. Sunny MC kutoka kwa Mansuri. Kwa songa pia hivohvo yeah, yeah. So tukua tukua uh, tukua mshindi wetu kwa siku ya leo episode 1 ya City Rap Battles, ni Sunny MC. Au vipi? uh,